Katika dunia ya leo tumezungukwa na maneno mengi yasiyotia moyo. Takribani asilimia kubwa ya habari tunazozisikia ni hasi na zinaleta kukata tamaa na kuondoa kujiamini. Iwapo hautajizatiti kwa kujizungumzisha kwa maneno sahihi kila siku, utajikuta katika hali ya kutokujiamini na kuvunjika moyo. Kila tunapofungulia redio, kutazama televishen au kuperuzi mitandao ya kijamii, ni nadra sana kukutana na taarifa zinazotutia moyo. Badala yake, taarifa nyingi ni za kukatisha tamaa na kutufanya tuamini kuwa mambo hayako sawa. Ndiyo maana ni muhimu kujiwekea mikakati ya kujijenga kiakili kwa kujizungumzia maneno chanya kila siku. Katika makala hii tutajadili makundi matatu ya maneno ya kujijenga au self-talk, ambayo unaweza kuyatumia kujipatia motisha au hamasa na kuimarisha hali yako ya kiakili. Makundi ya maneno haya ni haya yafuatayo: kundi la kwanza ni positive self-talk, la pili motivational self-talk, na la tatu ni instructional self-talk. Sasa hebu tuanze na hili kundi la kwanza la positive self talk, yaani mazungumzo chanya ya kujijenga we mwenyewe. Positive self talk ni mtindo wa kujizungumzia au kujizungumzia nafsi yako kwa kutumia maneno yenye mwelekeo chanya, na hii inajumuisha kujiambia mambo unayoyaamini kuhusu mafanikio yako na hali yako ya sasa. Sasa, moja ya mbinu bora kabisa katika positive self talk inaitwa self affirmation, yaani kujizungumzia kwa maneno yanayoakisi hali unayopaswa kuwa nayo bila kujali hali yako ya sasa. Maneno haya ni kama vile, mimi ni mshindi, mimi ni mjasiri au hodari, mimi ni mtu ninayeleta mabadiliko, mimi ni mtu ninayejawa na ujasiri, na mambo mengine ya namna hiyo. Sasa unapokuwa ukifanya positive self talk, zingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, tumia umbo la umoja au singular. usiseme sisi tunafanikiwa, bali sema mimi ninafanikiwa. Ubongo umejengwa kupokea ujumbe wa mtu mmoja mmoja. Jambo la pili, zungumza kwa wakati uliopo Present tense. Usiseme nitapata pesa, bali sema ninaingiza pesa. Ubongo upokea vizuri ujumbe unaoashiria hali iliyopo au inayoendelea badala ya jambo la siku za usoni. Na jambo la tatu ni rudia mara kwa mara. Rudia maneno haya kila siku ili kujenga utamaduni wa kujiamini na kufanikisha malengo yako. Sasa tuingie kwenye kundi la pili ambalo ni motivational self talk. Mazungumzo ya kujihamasisha. Motivation self talk ni pale unapojisemea maneno yanayokutia nguvu na hamasa ya kufanikisha jambo fulani. Ukweli ni kwamba si kila wakati utapata mtu wa kutia moyo. Kwa hiyo, lazima ujifunze kujihamasisha we mwenyewe. Mfano wa motivational self talk ni katika hili lazima niibuke mshindi. Changamoto hii siwezi kushindwa nayo. Ninaweza kufanikisha biashara hii. Kwa usaili huu nitaonyesha uwezo wangu wote. Mazungumzo haya yanapaswa kufanyika ukiwa unajiangalia kwenye kioo ili kuongeza nguvu ya ujasiri na kujikubali. Kwa hivyo simama kwenye kioo, alafu anza kuongea: lazima niibuke mshindi. Changamoto hii siwezi kushindwa nayo. Ninaweza kufanikisha biashara hii. Kwa usahili huu nitaonyesha uwezo wangu wote. Hiyo itakupa nguvu na kupatia motisha, na bila kusubiri mtu akupe motisha, unajipa motisha wewe mwenyewe. Na hii inakupatia nguvu na hamasa katika maisha yako. Aina ya tatu ni instructional self talk, yaani mazungumzo ya maelekezo ya kwako binafsi. Instructional self talk ni pale ambapo unajipangia majukumu na hatua za kuchukua ili kufanikisha jambo fulani. Maneno haya yanaweza kuwa mwongozo na mipango ya vitendo. Mfano wa instructional self talk ni Mwezi huu lazima nianze kuweka akiba, au wiki ijayo nitaanza mazoezi, au kesho lazima nitafanya utafiti wa biashara yangu. Instruction self talk husaidia kuandaa akili yako kwa hatua zinazofuata na kuhakikisha ubongo wako una taarifa kamili ya kile kinachotakiwa kufanya. Sasa, ili uweze kufanya self talk kwa ufanisi, zingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, fanya mara kwa mara, rudia maneno yako kila siku hadi akili yako ianze kuyaamini. Jambo la pili, andika malengo, tengeneza orodha ya malengo yako na yaweke mahali unapoweza kuyaona kila siku. Na tatu, tumia alama na vidokezo, weka alama kwenye simu au kwenye kompyuta yako kukumbusha, kujikumbu kujizungumzia maneno chanya. Na jambo la mwisho, zungumza kwa kujiamini. Zungumza kwa sauti na kwa kujiamini ili kuimarisha hali yako ya kisaikolojia. Sasa napokuwa nikaribia mwisho kabisa wa video hii, naomba niongee mambo kadhaa, kwamba katika ulimwengu huu uliojaa maneno hasi, ni muhimu kujipanga kwa kutumia self talk. Yaani maneno chanya ili kujijenga kiakili na kujiamini. Chagua kati ya makundi haya matatu, positive self-talk, motivational self-talk na instructional self-talk na anza kuyatumia leo katika maisha yako. Sasa napokuwa nikifikia mwisho kabisa wa video hii, naomba nikuulize swali. Ni aina gani ya self-talk ambayo inakufaa katika maisha yako? dika hapa chini na mimi pia nitakufuatilia ili tuendelee kujifunza na tuendelee kufanikiwa wote kwa pamoja. Asante sana kwa kufuatilia video hii, usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili watu wengine pia waweze kunufaika na maarifa haya. Asante sana na karibu tena katika video zinazofuata.